Sana, ndugu wanahabari. Aa, kama mwenyekiti wa Taasisi ya Mwanamke na Nguvu ya Kijani ninawashukuru sana kwa uvumilivu wenu kuwa hapa siku hii ya leo. Ndugu wanahabari, awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kukutana leo hii kupata fursa ya kuongea na wananchi Tanzania nzima East Africa na dunia nzima kupitia kwenu waandishi wa habari, kuhusu kongamano la amani litakalofanyika tarehe 25 mpaka tarehe 27 mwezi Oktoba mwaka huu wa 2025, katika viwanja vya Posta Kijitonyama jijini Dar es Salaam kwa tarehe hizo. Kan, kongamano hili limebeba, limebebwa na kauli mbiu inayosema mimi naahidi amani. Mimi naahidi amani kwa watu wote tulioko hapa, Watanzania wote wazalendo, tunaipenda nchi yetu. Kwa hiyo tunaahidi amani siku zote. Neno na ahidi amani sio kwamba ni na leo tu au litaishia leo, leo tunakumbushana tu, lakini sisi Tanzania ni nchi yenye amani. Mimi kama mfanyabiashara mwekezaji mzalendo aa, Mtanzania mwanamke mwalimu, najua tuna amani na amani ni tunu yetu, kama tunavyoende tunaenda kanisani kila siku ya Jumapili, Ijumaa, Jumamosi, kukumbushana wajibu wetu kwamba sisi ni watoto wa Mungu. Leo hii tuko hapa kukumbushana neno amani ambayo ni msingi wa taifa letu. Amani katika Biblia imetamkwa mara nyingi sana. Amani na imani ni mapacha. Upendo, furaha, uvumilivu, unyenyekevu, utiifu, kutimiza wajibu wetu ni misingi ya amani. Ukifanya hivyo vitu basi una amani. Ukifanya kazi kwa bidii unatekeleza msingi wa mmojawapo wa amani. Amani ni hali ya utulivu, usalama, kutokuwepo na vurugu, migogoro katika nchi na kwa mtu binafsi pia. Hilo mimi Bashando kama rais wa mitume na manabii nikiwawakilisha mitume na manabii wengi unaowajua hapa Tanzania tarehe 26 na tarehe 27 tukiwa na watumishi wa Mungu, mitume, manabii, wachungaji, mashehe, maaskofu na wengine wengi, tutaungana na Taasisi ya Mwanamke na Nguvu ya Kijani kwa ajili ya kuombea taifa letu takatifu la Tanzania, ili kila anayetaka kuivuruga amani ya Tanzania mipango yake isifanikiwe, azuiwe na Mungu mwenyewe. Kwa niombe pia waandishi wa habari zimejitokeza zime, zime saizi online media nyingi ambazo nyingine, kwa bahati mbaya, badala ya kuchochea watu kulinda amani wenyewe wamekuwa wanaposti mambo ya kuvuruga amani. Wanaotuhamasisha kuvuruga amani, wanaohamasisha maandamano ni watu ambao wako nje ya nchi, ambao wenyewe hata yakitokea machafuko hawana cha kupoteza, maisha yanaendelea, lakini kashesha inakuja kwangu mimi na wewe Yatokee machafuko, mimi mchungaji, nitamhubiria nani? Mfanyabiashara atamuuzia nani biashara yake? Mwanafunzi ataenda kusoma wapi? Kwa tujifikirie, alafu turudi katika msingi ule ambao tumepewa na wazee wetu. Kwa kuhitimisha, nilikuwa nazungumza na ndugu na yangu mmoja hapa nikasema, kabla ya mwaka sitini na moja, kabla ya uhuru, haki ya Mtanzania ilikuwa ni kupata uhuru wake, lakini haki hiyo Hatukuipata kwa kumwaga damu wala kwa vurugu, ilikuwa ni kwa njia ya amani na maridhiano, tukakabidhiwa nchi yetu. Hatuna historia ya kupigana hadi kumwaga damu ili kupata uhuru. Kwa hiyo amani ambayo Mungu alitupa kupitia waasisi wetu kina Mzee Nyerere, basi tuitunze na tuilinde na tuiheshimu, kwa kuwa sio jambo la mwanadamu. Hii ni baraka tuliyopewa na Mwenyezi Mungu. Nawashukuru sana kwa kunisikiliza. Mungu awabariki.